Hatua ambayo tumechukua tunayajua kunataka kuelekea vile vile, tunajua kuna wengine ambao wanawambia sisi tuliingia pande hii ingine, hiyo ni mzuri. Lakini nasema bwana, jana wewe ulikuwa unasema sisi ni nyang'au, leo wewe unamwambia sisi sisi sasa leo tumekuwa malaika, tumebadilika, tumekutoka nyang'au ulikuwa malaika namna gani? Kwa hivyo sisi wenyewe hatuwezi kudanganywa, tunajua pale tunataka kwenda. Naambia watu wetu wasimame imara, ina hakika tutafika, nahakika tutafika, lakini hatutaki unafiki ya mtu ambaye sema hapo, mimi tumeweka mtego. Mtego, Waswahili wasema, mtego wa panya Ushika waliomo na sio kwemo. Sasa wale ambao waliweka mtego, ndio mtego wamewashika. Sisi tutaenda pamoja.